Kwa majina naitwa Sekela Mwakihaba, mimi ni mhandisi wa kilimo nikitokea ofisi za wizara ya Kilimo Dodoma. Leo tarehe 26 mwezi wa 11 2025. mimi pamoja na timu ya maofisa wenzangu kutoka wizarani tumehudhuria hapa uh, katika mji wa Uyole Mbeya kwa ajili ya workshop fupi iliyoandaliwa na JICA ambayo ni kampuni ya Kijapani wakiwa wameongozana na Yamamoto Company na Kett Electric Laboratory Company kwa ajili ya kutuonesha teknolojia mbili mpya za kisasa katika zinazosaidia katika uchakataji wa mazao yetu kwa ajili ya kuboresha au kuongeza ubora wa mazao hususani nafaka. Kwa hiyo tunazo teknolojia mbili. Teknolojia ya kwanza ipo nyuma yangu, hii inaitwa batch circulating dryer kwa lugha ya kigeni, lakini kifupi ni mashine inayotumika kukaushia nafaka hasa hasa mpunga, na tupo katika mashamba ya mwekezaji Raphael, mwekezaji wa nyumbani anayejihusisha zaidi na kilimo cha mpunga, na hapa tupo na taasisi za kilimo mbalimbali, watu binafsi na waalikwa mbalimbali wanaopendelea kilimo. Kwa hivyo basi, teknolojia ya pili inahusisha na upimaji wa unyevu kwenye nafaka, na nafaka pendwa kabisa hapo ni mpunga. Hiyo inaitwa high precision Grain moisture tester. Kwa lugha ya nyumbani tuseme tu ni kipima unyevu cha nafaka. Hivyo ndio zoezi linalotuleta leo sisi na timu yote iliyopo hapa Raphael Company Mbeya Uyole. Kwanza, wito wangu kwa wakulima wote A, nipongeze kwanza jitihada za Wizara ya Kilimo nchini kwetu Tanzania lakini pia mwitikio mzuri wa wakulima pale ambapo kunahitaji mapinduzi ya kiteknolojia katika uzalishaji wetu. Hivyo basi, wakulima, tuna ule utaratibu tunaoita ushirika wa wakulima. Ninajua kwa mkulima mmoja mmoja, hii hali yetu tulio wengi inaweza isiwe rahisi kupata mashine hii kwa mmoja mmoja, lakini tutakapotumia ushiri, zile ushirika zetu siseme si mashirika tena, ni ushirika ule ambao unaundwa, itakuwa rahisi kupata mashine hizi. Hii ni kubwa, lakini ile inayotumika kupima unyevu ni ndogo kidogo, na mara mara moja nimejaribu ku, ku, ku, ku, kujaribu kujua gharama ya ile mashine ya kupima unyevu ndogo kabisa ni kuanzia milioni moja hapa. Kwa hiyo ni himize wakulima na wawekezaji mbalimbali mbali, wenye uwezo wa kununua hizi mashine tuchangamke tununue. Mbeya ni mkoa wa uzalishaji, ni Green City, mkoa wa kijani unaotegemewa na taifa. Kwa hiyo nitegemee watu wazalishaji wa ngano, wazalishaji wa mpunga wachangamke. Hii fursa itatusaidia kututoa katika hatua ndogo tuliopo tukaenda kwenye hatua kubwa zaidi ya uboreshaji wa nafaka inayofaa kwa soko la ndani na la kimataifa. Kwa majina naitwa Maisha Mbangile, ni meneja uzalishaji wa kampuni ya Raphael Group Limited, kampuni ambayo inapatikana Uyole jijini Mbeya. E, wanunuzi, wasindikaji na wauzaji wa nafaka mbalimbali, ikiwemo mpunga, maharage, karanga, e, mtama, mazao mengine. Uh, leo hapa tumekuja kwa ajili ya kuonyesha mashine ya kisasa ya kukaushia nafaka mbalimbali mbali. Awali kunakuwa na changamoto ya unajua, ukanda wetu wa Mbeya na changamoto kubwa ya mvua kupata nyingi kwa mwaka, tunapata changamoto moja kubwa ya kukausha mazao kipindi cha masika. Uh, sasa hii hii mashine inakausha, haiangalii msimu huko msimu gani, kama unavyoiona imewekwa kwenye godown na iko hapa e, maana yake e, inaweza ikakausha kwa muda wote. Awali yayote tulikuwa tunakausha kwa kutumia jua, kwa maana unapotaka kukausha mpunga au mahindi au alizeti unaweka juani unakausha. Sasa juani kuna changamoto nyingi, kwanza uchafu e, yani mazao yanachanganyikana na uchafu, lakini kwa hii mashine kwanza ina reguleti Uh, au inarekebisha ina joto la ya nafaka ambayo natakingia kwenye mashine kwa ajili ya ukoboaji hiyo, uh, la kwanza. Lakini la pili inakupa, ina kiwango kizuri, yani unaiseti una kutokana na kiwango ambacho nakitaka, tunaita ule unyevunyevu, unyevu kwenye nafaka moisture, mo, ya, ya nafaka mbalimbali, inakwambia unaweza ukaiseti, kwamba kwa mfano kwa mpunga natakiwa hiyo na asilimia kumi na nne mpaka kumi na tano kwa hiyo kiseti ikikausha, inakuwa ukipeleka kwenye huu mpunga, ukipeleka kwenye mashine unatoa make mchele ambao ni bora zaidi, kwa sababu standard ya mpunga imeanzia katika hatua ya awali, katika ubora ule wa mwanzo kabisa. Hiyo uh, ni hiyo kitu cha kwanza, lakini kwa maana hapa tuko na wakulima mbalimbali ambao mbali, wamekuja kujionea teknolojia hii ya mashine ya kukaushia nafaka wakulima wamekuwa na changamoto nyingi huko vijijini, especially katika bonde la Mbarali eh, kuna bonde la Kamsamba wengine wanaita Rukwa, lakini kuna bonde la Kyela ambako huko ndo wazalishaji wakubwa wa mpunga, lakini pia eh, wanapata changamoto pia hizo za ukaushaji wa mpunga huo kwenye jua kama nilivyoeleza hapo, hapo awali. Sasa pia tumewaita hapa wamiliki wa mashine za maeneo hayo ambako wanatoka wakulima wakubwa kwa ajili ya wanaweza wakajionea teknolojia hii kwa maana waje waone e, wakishaona huko mbeleni pengine wapate nafasi ya kununua hizi mashine ambazo zimekuja katika teknolojia ya Japani. E, na hii mashine kwa maana ubora wake ni mzuri, lakini ni, ni tuseme inatija zaidi e, hata kwenye uendeshaji wa gharama, uendeshaji wa gharama zake ni ndogo, kwa maana mashine hii unavyoiona inatumia inatumia e, umeme kidogo lakini pia inatumia pumba za mpunga zile pumba ngumu e, pumba ngumu za mpunga. Sasa unaweza kaona kwamba e, watu wengi wamekuwa wakipita kwenye mashine huko, kuna pumba ngumu zinazalishwa lakini hawana pa kuzitupa ko, hii badala ya pumba kuitupa badala yake unaichukua unatumia kwenye mashine hii kwa ajili ukausha nafaka. Hiyo ndio faida kubwa ambayo mashine hii imeleta mapinduzi makubwa. Kwanza imekuwa mazingira ma, kwenye mazingira imekuwa ni friendly lakini pia namna nyingine ime, inasaidia katika kuboresha eh, nafaka ambayo mba, ikipita kwenye mashine hii ikitoka hapo inakuwa nafaka ambayo ni bora zaidi. Majina na, Eric Thomas Itue natokea kampuni ya Tanzania Japani watatu, ila kwa siku ya leo tarehe 26 mwezi wa 11 2025, tupo Uyole Mbeya kwa ajili ya uzinduzi wa mashine kama mnavyoziona nyuma yangu, ni mashine ya kukaushia mpunga na kutokea kampuni ya Yamamoto kutoka Japani. Uh, dhumuni la semina hii na uzinduzi huu ni kuonyesha ubora wa mashine hizi zinazofanya kazi na kutoa suluhisho kwa mkulima kuto kuanika mpunga kwenye jua na kutumia mashine. Moja ya faida za kutumia mashine hii inarahisisha kazi wakati wa, wa kuanika mpunga, pia inakupa ubora wa wa mpunga ambao utaukaushia kwenye kwa kutumia mashine hii. Pia ina matumizi madogo ya umeme, kutokana na mashine hii inatumia pande mbili za ku, za za ku pande mbili za matumizi, ambao unaweza ukatumia umeme, pia unaweza ukatumia maganda yanayotokana na mpunga. Kwa hiyo inakuwa na kwa ina option mbili, unaweza ukatumia umeme, pia unaweza kutumia, maganda ya kutumia ya, ya maganda ya mpunga kwa hiyo kwa leo tumeweza kuona faida mbalimbali mbali za mashine hii na tunaamini kwa wakulima au vikundi mbalimbali vinaweza vikatumia mashine hii vikaachana na matumizi ya kuanika mpunga kwenye jua ambayo inachukua muda mrefu na gharama kubwa. Na kwa upande wa mashine hii ni gharama zake ni milioni mia na milioni mia 88 laki 792 lakini kwa Yamamoto wanakaa chini na ubalozi wa Japani kuona namna gani wakulima wanaweza wakakopesheka kwa mashine hizi na wakalipa kidogo kidogo ili iweze kuwasaidia na kutatua changamoto la za wakulima kuanika kwenye jua. Kwa jina naitwa Julius Singalawa, namiliki kampuni inaitwa Kabos Rice, pia ni katibu wa Mbeya Rice Group ambao tunapatikana katika eneo la viwanda Sido Mwanjerwa. Kwa upande wa mashine za ukaushaji ni teknolojia mpya, lakini ni itatuokoa katika mambo mengi. Tukianza kwanza, tukiangalia kwanza ukaushaji wa kutumia mwanga wa jua, ambao ndio tuliozoea, kwa kweli una hasara kubwa. Kwanza, mpunga unapotoka shambani unakuwa una unyevunyevu mkubwa sana wa kutosha pindi jua linapokuwa halipo, ina maana kwamba ule mpunga hautakauka kwa kiwango kinachotakiwa, na ukiupeleka katika eneo la kukoboa unaweza kutoka umekatika, ama umetoka hauna rangi, ama aidha umetoka ukiwa na aina fulani ya rangi ambayo sisi tunaita kama biriani. Kwa kifupi, ile biriani ni kama sumu kuvu kwa hiyo tayari tutakuwa tumepata hasara ya ule mchele, ingawa utauzwa, lakini utauzwa kwa bei ambayo sio ya soko. Lakini kwa teknolojia iliyokuja hapa sasa hivi ya mashine hizi za kukausha kwa kutumia pumba za mpunga, ambayo ni teknolojia ya kisasa kabisa, itatuokolea kwanza muda wa kukausha mpunga, kwa maana kwamba jua kukausha tani moja kwa, kwa, kwa mpunga wa Usangu kwa kutumia jua unaweza kutumia masaa kumi mpaka hata masaa ishirini na nne kwa maana kwamba utakausha siku ya kwanza na siku ya pili. Lakini kwa teknolojia hii, kwa tani moja ni masaa matatu tu utakuwa umeshakauka mpunga wako. Kwa hiyo itatuokolea muda na pia itatuokolea na gharama ambazo zitakazotumika kukaushia huo mpunga na pia itatupa kitu ambacho ni bora, hata kikienda sokoni itaonekana hichi kitu ni kibora na mchele wetu utakuwa umepanda thamani zaidi. Kama tunavyofahamu wakulima wengi ambao tunao katika bonde la Usangu na bonde la Sumbawanga na bonde la Chunya maeneo fulani, wengi ni wakulima ambao wanalima mpunga katika hali ya chini, kipato chao ni kidogo sana. Kwa mashine hizi zilizokuja au kwa teknolojia hii iliyopo sasa hivi inayokuja inayotangazwa, bei yake ni kubwa sana. Huyu mkulima kipato chake kwa mwaka haizidi gunia labda 40 kwa heka, kwa hiyo Akiziuza ile gunia arobaini unaweza kuta ameambulia milioni nane milioni kumi Hii mashine inauzwa milioni mia moja sabini na kitu huko, kwa hiyo ni bei kubwa sana, labda serikali iingize mkono wake, tunaiomba Wizara ya Kilimo iingize mkono wake, iangalie skimu zilizokopo mashambani huko ambazo zinazalisha wale watu wamejiunga katika vikundi basi itoe itoe mkono wake katika zile skimu ili ziweze, zile skimu ziweze kupata hizi mashine, hizi mashine ziweze kusaidia watu wa, wao katika zile skimu. Itatusaidia sana kwa sababu mpunga unapotoa kule shambani ukija sokoni huo mpunga umekauka. Mpunga unaharibikia shambani au haribiki sokoni, unaharibikia shambani. Kwa hiyo hizi mashine zitaboresha ule mpunga kule shambani, ukifika sokoni tutauza, tuta mchele ambao ni mzuri. Naitwa Witness Kayanga. Kwanza kabisa sisi ni wazalishaji wa mbegu daraja la kuazimia ubora QDS. Changamoto ambazo tunakumbana nazo sana, so, kipindi cha kifuku dakta jua ni shida, kwa hiyo mbegu zetu tunashindwa kukausha vizuri kwa sababu ya kukosa vitendea kazi. Hizi mashine tukipata, naamini kabisa zitatatua changamoto ya namna ya kukausha namna ya kukausha maharage yetu, kwa sababu tulikuwa tunashindwa kufikia ubora, kwa sababu ukitaka un... kukausha, jua halipo. Kwa hiyo maharage yetu yalikuwa yakokosa ubora. Kwa maana hiyo, tukipata hizi mashine zitatusaidia kutatua hiyo changamoto. Sisi kama kikundi tulitamani kabisa, tunatamani kabisa hizi mashine kwamba zinaweza zikatusaidia kwanza kuzalisha mbegu kwa wingi na kwa ubora zaidi sasa tu kama kikundi ni vikundi vidogo ambavyo yawezekana kwa namna moja au nyingine, hatuwezi kumudu gharama za kununua hizi mashine. Tunaomba serikali, kama kuna uwezekano wa kutusaidia kununua hizi mashine, ituweze kuongeza uzalishaji.